Karibu. Baadhi ya wanachama wa shamba la Oldonyonyokie katika eneo la Magadi kaunti ya Kajiado wanatoa wito kwa makachero wa DCI na tume ya kuchunguza ufisadi nchini EACC kuingilia kati na kuchunguza njama ya kunyakuliwa kwa hekari elfu tano za ardhi yao. Walifunga barabara ya Magadi wiki iliyopita katika eneo la Kamkuru wakiwa na ghadhabu na kusema kuwa wengi wa wanachama wametemwa nje ya sajili ya wanachama halisi na sasa wanakodolea macho hatari ya kukosa ardhi iwapo uchunguzi wa haraka hautafanywa. Mwanahabari wetu Robert Masai anatuanzishia taarifa zetu. Kwa kutwa nzima hali ilikuwa hivi katika soko la Kamkuru lililoko Magadi, kaunti ya Kajiado, wanachama wa shamba la Oldonyonyokie wakifunga barabara kulalamikia madai ya njama ya kunyakuliwa kwa ardhi yao. Wasafiri wanaotumia barabara ya Magadi, wakiwemo wafanyabiashara waliokuwa wakielekea sokoni, walijipata kwenye purukushani hiyo, ambapo walilazimika kukesha barabarani. Tumekuja hapa kwa kuwa barabara imefungwa mengi hasara wamama walikuwa wanaenda soko mpaka sasa hii mboga ndio hizi ziko hapa nyuma zimeharibika. Tumekuja hapa kuanzia saa mbili ya usiku tukakuta barabara imefungwa, na hii barabara imekuwa ni ya kila siku tunafungiwa, na tusijui, sijui sisi kwa nini tunafungiwa barabara na tuna uhusiano na hii barabara. Wanachama hao wanadai kuna watu tisini na wanane na kampuni saba ambazo majina yao yamepenyezwa kwenye sajili ya wanachama wakilenga kunufaika na ekari tano za ardhi hiyo, huku baadhi ya wanachama halali wakitema nje ya sajili ambapo anataka maafisa wa DCI na EACC kuchunguza ulagai huo We have in some instances a borehole of 92 acres. Whoever ever heard of a borehole of 92 acres? We have fictitious towns. We even have the leadership allocating themselves up to 10 parcels of land. Oldonyonyokie itself has a population of over 10,000 people and only 1,000 people are being allocated pieces of land. Where are the rest of the people going to live? Watoto ni wengi ambayo hawajaandikwa. Hawa watoto wetu tunauliza watakuwa wapi? Wamewalaumu maafisa wa serikali kuu na wale wa kaunti ya Kajiado kwa kushirikiana na uongozi wa shamba hilo kuendeleza ukora huo. Pia wanasema kesi mbili zilizowasilishwa kotini zimejikokota na sasa wanachama ambao hawana ardhi huenda wakasalia maskwota iwapo hatua za dharura hazitachukuliwa. We think that there are officials in government who are involved because for you to do an, an injustice like what what what has just happened and then to continue to doing the same thing where you are actually doing subdivision of land without paying attention to the area list uh, we think then it must have the backing of some rogue government officials perhaps in the ministry of lands wa wazee wetu wale ambao hawajasoma wazee wa kongwe wa watoto na wale watu wachanga wote wamepotea, wame tuko gizani. Yale mambo ambayo yanaendelea yamekuwa mbaya zaidi, na tunaomba tafadhali utusaidie katika Oldonyonyokie kwa sababu hali ni mbaya. Hata hivyo, uongozi wa shamba hilo umejitenga na madai hayo, Wakisema taratibu zote za kisheria zilifuatwa wakati wa ugavi, na kwa sasa mchakato wa kutoa hatimiliki ndio unaendelea. Hivi ndivyo hali imekuwa kwenye barabara kuu ya Magadi, hususan eneo hili la Kamkuru, na japo maafisa wa usalama wamefanikiwa kufungua barabara, wakazi wanashikilia kuwa wataendelea kuandamana na kufunga barabara hadi pale watatendewa haki. Robert Masai, Runinga ya Citizen, Oldonyonyokie, Magadi.